Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama akawaimiza watu waowe wanawake wenye wa kuzaa sana. Utamjuaje mwanamke mwenye kuzaa sana? Kwanza katika sifa zake ni mwanamke mdogo, ambaye bado tahidh anapata la hedhi. Lakini waonaje kwenda kumuoa mwanamke mwenye miaka 60? Utapata mtoto? Yawezekana kwa sababu ilo Allah alimshindi wa madhalika, ala llahi biaziz lakini kweli uwemewa bibi wa miaka 60, utarajia kupata watoto? Kwa hiyo kuna watu wengine huwa wana tabia kuoa kuwoa wakinamama watu wazima. Haijasema kwamba usioe, lakini ukitaka kizazi, basi halla bikran kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Jabir ibn Abdillahi al-Ansari radhiyallahu anhuma lakini pia kwa kuzitazama akaribu wake, mama yake, khalati yake, dada yake na waliomtangulia. Uzazi hapa upo, ha hapa uzazi upo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametuhimiza jambo hilo.